Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi. Viongozi wote mlioko meza kuu, natambua uwepo wenu, naomba itifaki izingatiwe kutokana na muda. Ninayo heshima mbele yenu na mbele za Mwenyezi Mungu kupata nafasi ya kusimama leo na kushuhudia kazi njema iliyofanywa na Daktari Samia kwa miaka yake minne. Mheshimiwa mgombea wetu Namshukuru sana Mungu kwa kukulinda kutunza afya yako katika kipindi chote cha kampeni, kwa kazi njema uliyoifanya katika nchi yetu ya Tanzania, ukizunguka kukutana na wananchi wa vyama mbalimbali, wakiwepo na wana CCM na wasiokuwa na chama, ukiwaeleza uwezo wako na umahiri wako wa kuwaletea maendeleo kwa miaka mingine mitano. Mheshimiwa mgombea niko hapa leo kwenye viwanja vya Mwanza nikishuhudia kazi yako njema uliyoifanya na uaminifu wako kwa taifa letu. Na kwa kweli Mtanzania yeyote yule anayependa amani anayependa matokeo, atakuwa pamoja na mimi. Nitakapoenda kupita kwenye baadhi ya maeneo kumwonyesha kazi njema iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hasani, mgombea wetu, nimegawa makundi matano Nafahamu muda ni mchache, lakini nitajitahidi kuhakikisha kwamba angalau unagusa kila eneo. Moja ni maendeleo ya watu au ni huduma za watu. Kiongozi yoyote, eneo mojawapo la kuangalia ni hali za watu wake, kutoka kwenye mazingira aliyowakuta na kula alikuwafikisha, ili wapate matumaini ya kumchagua tena, wakijua miaka mitano anawapeleka wapi. Nimetazama sekta ya afya ambayo ni sekta muhimu sana katika taifa letu. Kwa kweli umefanya mapinduzi makubwa. Nikiangalia tu nyi wa Tanzania, mnakumbuka tulikuwa na usumbufu mkubwa wa watu kupata huduma za upasuaji. Ametutoa kwenye vyumba vya upasuaji mia tatu themanini na nane ametupeleka kwenye mia tano sabini na saba Lakini vile kama itoshi, watoto waliozaliwa kwenye mazingira magumu watoto wenye changamoto ya upumuaji walikuwa na vyumba vyao vya upasuaji 80. Daktari Samia ameongeza mia tatu sitini na mbili ikiwa ni sehemu ya kuokoa maisha ya watoto hawa. Ndugu zangu, amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, sio kwenye majengo tu. Halmashauri amejenga zaidi ya hospitali za halmashauri mia moja arobaini na sita na vituo vya afya ambavyo havina idadi, ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma ya afya ilivyo bora. Sasa ngoja niwape matokeo. Uwekezaji wote huu wa majenzi ya majengo, wa ununuzi wa vifaa, uwekaji wa wafanyakazi wengi na kuhakikisha wanapatikana mpaka watu wa afya katika ngazi ya kata, umetupa matokeo makubwa. Moja ya matokeo natamani kuyasema leo hapa Mwanza, amewezesha kwenye kila vizazi laki moja walikuwa wanapotea wakinamama mia tano hamsini na sita chini ya Daktari Samia. Kwa kazi nzuri ya uwekezaji, ameweza kushusha idadi asilimia themanini mpaka watu mia moja na nne Haijawahi kutokea kwenye historia, na ndio maana hata dunia inamtambua Daktari Samia kwa uaminifu wake na kazi kubwa. Mheshimiwa mgombea, nilikuwa natamani nipige tu kwenye hesabu za kawaida, sababu sisi watoto wako tunapenda hesabu na nilisema siku moja, mtu yoyote anayeongoza kubisha kama ajui hesabu ni mara kumi awe ni mlaji wa chips na kalale. Mfano, kama kila vizazi laki moja walikuwa wanapotea wakina mama mia tano hamsini na sita, chini ya uongozi wako umeshusha asilimia themanini, wamebaki mia moja na nne, na ndoto yako ni kuhakikisha kuna mwanamama hata mmoja anakufa, na ukushia hapo tu. Wakinamama waliokuwa wanapata matatizo ya kusafiri umbali mrefu wakiwa wajawazito, wanakufa njiani, ukaja na ubunifu wa mama eh mwanamama anapiga simu, usafiri unamfata uwe ni wabajaji uwe ni wagari, ili kuhakikisha na waishi hospitalini. Zaidi ya kinamama laki moja thelathini na tano umewaokoa mauti, kwa mapenzi yako makubwa na ubunifu wako mkubwa uliofanya kwa taifa letu. Ukichukua lesho ya watu laki moja na wataalamu wa afya wanasema kwa mwaka tuna t wakinamama wanaokwenda kujifungua kati ya milioni mbili laki tatu mpaka milioni mbili laki nne, ukipiga mahesabu kwa mwaka Daktari Samia ameokoa kina mama zaidi ya elfu kumi na mia nane na nne kupoteza maisha yao kwa uwekezaji na ubunifu wake kwa mapenzi makubwa alionao kwa taifa lake. Nimalizie kwenye sekta ya afya, Mheshimiwa mgombea wetu, kwa takwimu tulizokuwa nazo, peti scan kwenye nchi za Afrika Mashariki nchi nane, Tanzania chini ya uongozi wako ulitoa bilioni 18.5 kununua mashine hii kwa malengo ya kupima kansa, katika kipindi ambacho mwanadamu yoyote hajapata kujua ya kwamba ana dalili ya kansa kwenye mwili wake. Na kanda yetu ya ziwa, mheshimiwa, kwa takwimu inaongoza kwa kina mama na kina baba kuwa na magonjwa ya kansa, lakini umeleta mashine hii kwa Afrika nzima. Nchi hamsini na nne, Tanzania ni nchi mojawapo kati ya nchi tisa kwa afrika mashariki ni nchi moja wapo kati ya nchi mbili kwa jumuiya ya sadeki kati ya nchi thelathini na nne tanzania ni nchi ya tatu hebu makofi mengi kwa daktari samia kwenye sekta ya afya mheshimiwa kwenye maji yamefanywa mambo mengi na watanzania wanajua sasa hivi mjini wana hakika kupata maji asilimia 91.6 vijijini ndio wana asilimia 80 na tatu, lakini chini ya uongozi wako ndoto yako ni kuhakikisha kwamba hakuna mwanamama anateseka kuyatafuta maji. Hongera nyingi sana daktari Samia kwa kutekeleza kwa vitendo dhamira yako ya kumtua ndoo mama kichwani. Mheshimiwa, kwenye upande wa sekta elimu umefanya mambo makubwa. Chini ya uongozi wako umetujengea shule za, za msingi shule za msingi yani ya shule moyo moyo shule za msingi 2783 lakini, sekondari shule za sekondari zaidi ya shule 1366 Makofi mengi sana kwa daktari Samia. Umeongeza bajeti kutoka kwenye bilioni 627 mpaka trilioni 1.366. Kazi yako ni njema na watanzania wameiona. Mheshimiwa, kwenye kilimo, kwenye kilimo uvuvi umefanya kazi kubwa sana na mimi ningependa kujikita tu kwenye matokeo. Kazi ya kwanza bajeti yetu ilikuwa ni bilioni mia mbili tisini na nne, umeitoa kwenda kwenye trilioni moja pointi mbili mbili na haya matokeo yake, ndio maana tunaona kilimo cha umwagiliaji kimeongezeka kwa kasi na Tanzania inao chakula cha kutosha, wakulima wamepata pembejeo, umeweka fedha ya kutosha kwenye benki yetu ya kilimo kutoka kwenye bilioni sitini paka bilioni 44 nani kama samia na leo vyama vya ushirika wanaendelea kukopa kwenye kahawa na kwenye pamba na kazi inaendelea mweshimiwa kwenye suala sekta ya uvuvi kazi kubwa wameifanya hapa kwenye mkoa wa mwanza la na mashahidi ya kwamba leo hii tunao uvuvi wa kisasa wanatumia boti za kisasa na benki yako wameipa maelekezo wanakopa wavuvi bila kulipa riba na kupata vifaa vya kisasa kuhakikisha kwamba Tanzania yetu napiga hatua. Mheshimiwa, nikienda kwenye swala la ufugaji, huko ndo siseme. Wafugaji mpo? Wafugaji mpo? Niwaambie matokeo ya kazi ya Daktari Samia kwenye ufugaji. Mheshimiwa, kazi yako imetukuka. Taifa letu tuna mifugo mingi lakini tukawa tumekosa sifa ya kuuza nyama yetu nje ya nchi. Umeitazama ukaja na kampeni ya chanjo kuhakikisha angalau ng'ombe zetu mbuzi zetu kondoo wetu wanapata afya njema. Kazi hiyo umeifanya kikamilifu, daktari Samia, na umewezesha kutenga zaidi ya bilioni mia mbili kumi na sita ili wafugaji hawa ng'ombe zao zipate chanjo, na kuishia hapo, umejenga yale mabwawa ya kuhakikisha wanaenda kuwaosha ng'ombe zao zaidi ya mabao mapya mia saba hamsini na nne. Matokeo tuliyoyapata sasa hivi, takwimu zinaonyesha tumetoka kuuza nyama nje ya nchi kutoka tani moja pointi saba kwenda tani elfu kumi na nne na mia tisa na sita. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia. Mheshimiwa, naomba nimalizie, wewe tunakutambua kama injinia wa uchumi umefanya mambo makubwa, na kwa sababu muda hautoshi nashindwa kuielezea yote, lakini watanzania ni mashahidi. Naomba nitamke maeneo zaidi ya sita ambayo daktari Samia ameyapa kipaumbele kama sehemu ya uchochezi wa uchumi wa taifa letu. La kwanza ni eneo la lad. Watu mnafahamu zaidi ya asilimia sitini na moja ya, ya watu wanaishi vijijini na zaidi ya asilimia themanini tunatumia barabara kama uti wa mgongo wa uchumi, na zaidi ya asilimia tisini na tano ya mizigo yote inasafiri kwa njia ya barabara. Daktari Samia amefanya mama makubwa na mtandao wa barabara katika nchi nzima zaidi ya kilometa thelathini na saba mia nne thelathini na tano . Daktari Samia hapa tunavyoongea, miaka yake minne ameshagonga kilometa elfu moja mia tano tisini na tisa zilizokamilika. Kilometa zaidi ya 2500 ziko kwenye ujenzi aina tofauti tofauti. Kilometa zaidi ya elfu nne mia saba arobaini na saba ziko kwenye hatua ya upembuzi ya kinifu, na zaidi ya kilometa elfu tano mia sita ishirini na sita ziko kwenye manunuzi ikiwa sehemu ya miradi mipya kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Jamani, nyinyi ni mashahidi, mnaona daraja kubwa kuliko madaraja yote liko hapa Kigongo Busisi, ali maarufu kama JPM. Mkienda pale kwa mzee wangu mzee Jakaya, mnafahamu changamoto ilikuwepo pale wami. Daktari Samia ameshakamilisha. Ukienda mpaka mpanda utakuta zaidi ya urefu wa kilometa mia tatu hamsini na sita amejenga kwa lami. Nani kama Samia Talula? Mnajua kazi nzuri inafanyika, zaidi ya mtandao wa kilometa E, laki moja arobaini na nne elfu za barabara daktari Samia anataka hakikishe na zenyewe zinapitika, lakini pia upande wa sijara, mheshimiwa, juzi ilitokea ajali kutoka pale Dar es Salaam kwenda Morogoro. Wasiotakia mema nchi hii waliumizwa na mambo makubwa mawili, cha kwanza waliumia eti hakuna mtu aliyekufa kwenye ile ajali, cha pili waliumia umetumia masaa mawili kurudisha ile reli na treni kufanya kazi ya kuwasafisha wananchi kuwapeleka Dodoma. Naomba niwahakikishie kwa kuwa Mungu ndo aliyemketisha kwenye kiti hiki Daktari Samia, Mungu ataendelea kuilinda Tanzania na Tanzania haitaingia kwenye machafuko kama wanavyofikiria. Mheshimiwa amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta bandari. Nimeshasema takwimu za bandari, mwanzoni tulikuwa tunapokea mzigo tani milioni kumi na nane kabla uwekezaji hujafanya lakini bandari ya Dar es Salaam sasa hivi tumetoka kwenye tani milioni 18 tumeenda mpaka tani milioni 27. Upande wa Mtwara tumetoka kwenye tani laki tano tumeenda tumeenda kwenye tani milioni 2.9 2.5, lakini upande wa ndugu zangu pale Tanga tumetoka kwenye tani laki nane sasa hivi kwenye tani milioni 1.3. Haya yanatupa matokeo gani? Mheshimiwa, leo bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari zingine tuna mzigo wa tani milioni thalathini na mbili, na kwa mwezi tuna meli mia moja zinatia nanga, na meli moja inabeba mzigo wa tani hamsini alfu. Ukipiga mahesabu, malori mengi yanayofanya kazi, mnyororo wa ajira umeutengeneza. Lakini kupitia jambo hili sasa unatujengea ndugu zangu wa Msomo, wanasikia na umeshawaambia unajenga reli ya kutoka Tanga kwenda mpaka Msoma. Wewe huyu, kwa mapenzi yako makubwa, unajenga reli ya una kutoka Ruvuma mpaka Mtwara. Wewe kwa mapenzi yako makubwa, unatujengea bandari kavu iliyoko sasa hivi Saka, unajenga bandari kavu Dodoma, unajenga bandari kavu Tunduma na umeshakamilisha bandari kavu pale Kwala. Leo Kwala makontena ya 20 feet zaidi ya laki tatu na elfu hamsini yanakaa sehemu moja, na pale Kurasili unamaliza mwakani zaidi ya makontena laki saba yanakaaka. Jamani, nani kama Daktari Samia? Mheshimiwa, nisiposema swala la umeme, takwasi ya kutendea haki, na niko na waza Watanzania tusisahau mapema Tanzania hii chini ya daktari Samia ameingiza kwenye rekodi ya kwanza ya kuwa nchi bora yenye umeme wa uhakika katika mataifa ya afrika Mashariki. Hakuna nchi inayoifikia Tanzania chini ya daktari Samia. Leo ukichukua umeme wa Kenya, ukachukua umeme wa Rwanda, ukachukua umeme wa Malawi, ukijumuisha bado hawafikii umeme unaozalishwa katika taifa letu la Tanzania. Ndugu zangu wa vinyozi, ndugu zangu wanaofanya biashara ya bucha, ndugu zangu wenye hoteli, ndugu zangu wenye viwanda, kila anayetumia umeme na kuomba chonde chonde, tumpe tena miaka mitano daktari Samia ili aendeleze kazi ya maendeleo ya taifa letu. Kwa kumalizia mheshimiwa, nimetoka Arusha kwenye mkoa wa utalii Watanzania wanakushukuru sana katika sekta ya utalii. Mapato tuliyokuwa nayo kwa mwaka 2021 ilikuwa dola bilioni 1.3, chini ya uongozi wako ukaamua kuingia mstuni, we mwoyokowa watu wa gaida namba moja, ukahakikisha unaenda duniani kuambia waje waone vivutio vilivyonavyo Tanzania. Leo hii Tanzania tumevuka malengo ya watu tuliowatarajia kutoka kwenye hesabu tulizokuwa nazo mpaka milioni tano pointi mbili hapa wanavyoongea tunazo fedha za kigeni bilioni tatu pointi tisa ongezeko la mapato kwa kazi naliotua Mheshimiwa ningeweza kusema mengi zaidi lakini ndugu zangu wenye hoteli wanajua ndugu zangu matua gaida wanajua ndugu zangu mapota wanajua hata wanauza simenti wanajua ya kwamba ongezeko la ujenzi wa vyumba ni ajira kwao naomba kusema maneno mawili ya mwisho Mungu akulinde Mungu akutunze, na moja ya sifa yako hauko tayari kuchokozeka kwa sababu unaitazama Tanzania iliyo bora zaidi chini ya uongozi wako. Tunakutakia kila la heri. Kanda ya ziwa inakupa kula, kanda ya kaskazini inakupa kula, Tanzania tunakupa kula. Na kesho mapema, Mheshimiwa, hivi navyoniona mimi baada ya hapo anaingia kwenye ndege. Na sasa hivi kutoka Arusha kuja Mwanza tuna ndege yetu ya moja kwa moja, hatupotezi muda naingia kwenye ndege naenda kwenye mabalozi, saa tisa nitakuwa zangu Arusha, nikiongea na mabalozi kuhamasisha watu wajitokeze kwenda kupiga kula. Naomba niwaombe wenye vitu wa serikali za mitaa, niwaombe mabalozi, wajumbe wote wa mashina, tuhakikisha kwamba kwenye mashina yetu na mitaa yetu hakuna anayebaki kula zote kwa daktari Samia ambaye ndio rais anayeweza kujibu kiu na matatizo ya wananchi wa Tanzania. Asanteni sana wana Mwanza oye! Baada ya kumsikiliza mgombea ubunge wa Arusha naomba nimkaribishe Eliza kwa burudani fupi. Karibu kwa dakika moja. Eliza tumia muda vizuri, una dakika moja na Zuchu utajiandaa.